Hadithi fupi ya mahubiri kuhusu utawala wa miaka elfu moja. Ndugu wapendwa, Biblia inasema Kristo atarudi kwa utukufu na atasimamisha ufalme wa miaka elfu moja duniani. Ufunuo ishirini nne hadi sita, wenye haki waliokombolewa watatawala pamoja naye na dunia itajaa amani isiyopimika. Simba atakaa na mwanakondoo. Na hakuna tena vita wala machozi. Lakini kabla ya huo wakati, shetani atafungwa ili asiwadanganye tena mataifa. Huu ni muda wa rehema kuu, lakini pia ni onyo kwa kila mmoja wetu. Maana baada ya miaka hiyo elfu moja, atafunguliwa kwa muda mfupi kujaribu tena walioteshwa dunia. Swali ni hili. Je, tuko tayari kuingia katika huo ufalme wa Kristo? Biblia inasema heri, yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza, juu ya hao mauti ya pili haina nguvu. Ufunuo ishirini sita. Tazama ndugu yangu, huu ni mwaliko wa toba, ni witu wa kuwacha dhambi na kumfuata Kristo sasa, kabla mlango wa neema haujafungwa. Kwa maana atakapokuja kutawala, hakuna nafasi ya kujificha. Waliomkataa watasimama kwa hofu, lakini waliomwamini watafurahia utukufu wa milele. Tubu leo, amini Injili na ujiandae kushiriki katika utawala wa Kristo wa miaka elfu moja, ufalme wa amani, haki na utakatifu.